hakuna hata jina la mtu mmoja liko kule, na tupiga vita tutoke, mshamshafukuza. Tunalilia serikali ituangalie hii haki. Kwa nini sisi tudhulumiwe? sisi sio Wakenya? Sisi haki yetu iko wapi? Serikali imeweza kutupatia ardhi ya ekari mia tatu na sita ili kuweza kuifaidi sisi kama wakaazi wa Gazi, lakini wenzetu kwa ubaguzi na ubinafsi wao wameweza kututenga ili wafaidi wao kama wao waweze kutuvunjia, wakituambia tuende makwetu. Hatuwezi kuishi namna hii. Leo watu wote wako nyumbani, wa, wa, watoto wametawanyika wame, sasa tu mvua hii, tutakwenda wapi? Hii si serikali bwana. Kama ni hivyo, afadhali watu wote wakufe. Sisi hatuna senata hatuna gavana hatuna kansela hatuna mbunge. We are tired, we coastal people, we are tired. This is historical injustice, imeanza na Ngala akaja Maidha, watu wanauliwa fs ilikuja kwa sababu ya land. Tunatingishwa kama vile wanaona sijui ni nini, tunatingishwa tu kila siku, kufungiwa manyumba kila siku. Wakati tunafungiwa nyumba sisi tuwe, tuuliza, hivi tumefungiwa nyumba tuende wapi? Watoto wetu wanakatwa na mapanga, watu wamekodishwa huko na hao wakubwa. Sisi tunaomba kwamba serikali iangilie kati na ituangalie vizuri, maana sisi hapa hatutoki, tuko na tutakuwepo kila siku.